Nampongeza kwa sababu moja kubwa kati, kwa sababu moja kubwa, juzi ameomba radhi bungeni, amechonganisha chonganisha sana watu hapa, na leo hapa ameanza kumsifia mbunge nani, mkuu wa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisishaga mimi nilipoteuliwakuwa mkua mkoa, lakini sasa hivi hata kuitamka jina la Makonda hawezi na msifu, kwa sababu aliomba radhi. Alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge. Na bunge isingekuwa makini na waziri wetu Mchengerwa kuwa imara, leo hii kuna watu wangepoteza kazi kwa uongo wake. Sasa, ombi langu kwa kimoja, awaombe radhi watu wote aliowaumiza kwa kuwafitini, kwa kuwachonganisha na kuharibu maisha yao, kwa sababu bila kufanya hivyo, ngoja ni mzee Mwandi amesema hapa, safari ya mbinguni hata mimi naitaka. Mambo yalivyoendelea yalipelekea mpaka simu nikazopata, kweli mwita waziri wetu muongo. Hii stand inayokwenda kujengwa hii, nimemwomba Waziri Mchengerwa design iliyo iliyokuwepo ilikuwa ni design ndogo, haikidhi standard ya Arusha. Waziri Mchengerwa kaongeza mpaka bajeti imetoka kwenye bilioni 30, ni faida ya wananchi wa jiji la Arusha, alafu namwita waziri wetu mwongo. Kwa kuwa bunge limemsamehe na mimi moyo wangu sina shaka naye, lakini shariti langu moja: aliwaumiza na kuharibu maisha yao, akawaombe radhi ili mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii.